Anaitwa Ernest Jot Patkomba, mwenyekiti wa shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa na rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani. Hii leo tuna tarehe 19 mwezi wa 12, mwezi wa 11, tunahamasisha wanaume kuripoti matukio ya ukatili kuelekea siku hii ya wanaume duniani. Kwa hiyo wanaume, sasa leo ni siku yetu, tunapaswa kufunguka kwa yale ya moyoni ili kuripoti matukio ya ukatili tuweze kupata msaada. Ndio, pengine labda hii siku inaenda kuwafungua wanaume kiasi gani, kwa maana ya jinsi ambavyo umeichukulia? Je, kuna elimu zozote zinazotolewa kwa wanaume na kadhalika siku ya leo? Unajua, wanaume bado wana ile kitu ya kuona aibu, bado wanaume hawana, hawana ile confidence ya kuweza kuripoti matukio katili. Kwa hiyo bado tunaweza tukasema tuna kazi ngumu sisi kama shirika la wanaume kutoa elimu kwa wanaume na kuwatoa kule waliko, ili kuwarudisha katika mazingira ambayo ya kuona kuripoti matukio katili ni kitu cha kawaida kabisa, wala sio kitu cha ajabu, na wala sio kitu kigeni. Kwa hiyo mimi nasema tumeanza kupokea vizuri, kwa sababu tulihamasisha mwaka tulihamasisha mwaka jana siku ya wanaume na mwaka huu pia. Kwa hiyo nashukuru kwamba wanachama wa, wa na wafuasi wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo nafikiri mwitikio bado sio mbaya sana na wala sio mzuri sana lakini wanaume wanaanza kuelewa sasa kwamba na wao wana haki zao, wanahitaji kuripoti waweze kupata msaada. Bado, bado kilio cha wanaume kiko pale pale kilio cha wanaume nacho kizungumza mimi, serikali bado haijamtambua mwanaume kwenye upande wa wizara ya maendeleo ya jamii. Bado imeendelea kuwatambua wanawake, imeendelea kuwatambua na watoto na walemavu. Kwa hiyo mwanaume bado hana nafasi katika wizara ya maendeleo ya jamii. Tunapambana kuhakikisha kwamba mheshimiwa waziri, mheshimiwa rais, hilo jambo alione na alichukulia kwa ukubwa wake, kwamba wanaume nao wanahitaji msaada kwa sababu nao ni sehemu ya jamii. Hatuwezi kuwatenga, tukiwatenga tunawapoteza kabisa. Mwisho wa siku tunaweza tukakosa kuwa na baba bora katika familia, watoto wanashindwa kusoma wanamke hataishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba wanaume tunawarudisha katika mrejesho ule, ule wa kuwa baba bora. Kwa hiyo mtikio ni mzuri, kwa sababu nimeona vyombo vya habari na hasa wewe pia umeweza ku, nani, kutumia chombo cha habari kufikisha ujumbe. Nasema kwamba mazingira ni mazuri, mazingira ni mazuri kwa sababu hata mtaani wanazungumza. Zamani ilikuwa hakuna watu waizungumzie kabisa siku ya wanaume, ni siku wanawake tu ndio kila siku, siku ya, a, a, sasa hivi kidogo tunaona sasa kuna mabadiliko , nafikiri hata mwakani tukiazimisha, mambo yatakuwa mazuri, utarajie mazuri kwamba hata ukatili utaanza kupungua, kwa sababu kama wanaume wanapewa elimu ya kuripoti matukio ya ukatili, basi naamini hata ukatili unaweza ukapungua, kwa sababu ukatili ulikuwa mwingi na umekifili kwa sababu wanaume walikuwa na madonda na wanakaanayo moyoni. Sasa wapi pa kuyapeleka? Sasa shirika lina kazi kubwa la wanaume kuhakikisha kwamba tunawaeleza wanaume waripoti matukio ya ukatili. Kwa hiyo hata ukatili nafikiri utapungua. Na sasa hivi ukatili sasa hivi umeimarika sana kwa wanawake kuwafanyia wanaume, sio wanaume kuwafanyia wanawake. Hiyo inatusaidia sisi kwamba tumetoa elimu na vyombo vya habari vimetusapoti na ujumbe umefika. Kauli mbiu na iko wazi kwamba wanaume kudeka na kudekezwa ni haki yake ya msingi, hata kama hana kitu. Sasa hiyo shida kwamba wenyewe, je wana ujasiri huo? Wanaume ujasiri wa kudeka, ndo sasa wanahitaji elimu na ndio maana sisi tunawaelekeza waweze kuwa na elimu hiyo ya kuhakikisha kwamba mke ni sehemu ya mali yake, asimuogope kwa lolote lile, na anatakiwa aweke wazi hata madhaifu yake mke hayajua, ili aweze kumsaidia. Kwa hiyo hata wanawake pia ambao swala hilo hawalijui la kuwadekeza waume zao, ndio tunatoa elimu kwamba na nyinyi wanawake mjitahidi kuhakikisha kwamba mnawadekeza waume zenu ili wapate kuishi miaka mingi, wasiwe wanaishi miaka mingi, wasiwe wanaishi miaka michache. Hii hii hii kero ya kusema kwamba wanaume wanaishi miaka michache, ah, hii sasa tunataka iondolewe, wote tuishi miaka mingi. Na heri duniani, tusaidie familia, tusomeshe watoto. Mimi natoa wito tu kwa kumalizia kwamba wanaume, bado msimamo wetu uko pale pale, wanaume waripoti matukio ya ukatili, ili sasa na wao pia wawe salama na wawe huru, wawe huru kweli kweli. Asante sana kwa kunisikiliza.